Usafi ni jambo la msingi wakati wa hedhi na kunasaidia kuzuia maambukizi, harufu mbaya, na kuhakikisha utulivu na afya bora. Nitakupa maelezo marefu kuhusu usafi wakati wa hedhi. Kubadilisha vifaa vya kuhifadhi damu: badilisha pedi, tampons, au kikombe cha hedhi kila baada ya masaa manne hadi sita Kuacha kifaa kimoja kwa muda mrefu kunaweza kusababisha toxic shock syndrome, hali hatari ya kiafya. Tampons: usitumie tampon kwa zaidi ya masaa 8. Tumia kiwango cha ufyonzaji kinachofaa: light, regular, super, kulingana na wingi wa damu. Pedi, badilisha angalau mara nne hadi sita kwa siku, kulingana na wingi wa damu. Hakikisha zinapakizwa vizuri kuzuia kuvuja. Vikombe vya hedhi: safisha kwa maji safi mara unapoviondoa na chemsha kwa dakika tano hadi kumi baada ya hedhi kuisha. Hakikisha mikono yako ni safi kabla ya kuvigusa. Oga angalau mara moja kwa siku kwa maji ya uvuguvugu. Maji ya moto yanaweza kufanya damu itoke zaidi. Sehemu za siri, osha sehemu za siri kwa maji safi na sabuni laini. Epuka kutumia sabuni zenye harufu au kemikali kali, kwani zinaweza kusababisha mwasho na kuharibu pH ya ukeni. Hakikisha unakauka vizuri sehemu zote baada ya kuoga. Unyevunyevu, unyevu weza kukuwa chanzo cha maambukizi ya fangasi na bakteria. Kuchana nywele za sehemu za siri. Weka nywele fupi na safi kwenye sehemu za siri kuzuia kuvimba na kuzuia damu kunasa. Chupi za pamba. Chupi za pamba badala ya nailoni au kitambaa kinachozuia hewa. Pamba huruhusu ngozi ipumwe na kupunguza uwezekano wa maambukizi. Kubadilisha nguo za ndani. Badilisha chupi kila siku na inapohitajika. Vaa nguo pana na zinazopitisha hewa vizuri. Nguo zinazobana zinawe kuzuia mzunguko wa damu na kuongeza usumbufu. Nyeusi au zenye rangi nzito, unaweza kuvaa nguo za rangi nzito kuzuia kuonekana kwa madoa ya damu iwapo kutatokea kuvuja. Kabla na baa mikono kwa sabuni na maji kabla na baada ya kubadilisha vifaa vya hedhi. weka kucha fupi na safi kuzuia bakteria kujificha chini ya kucha. Tumia sanitaiza ya mikono ikiwa hawezi kupata maji na sabuni. Kufunga vizuri: funga pedi au tampon iliyotumika kwa karatasi ya choo au katika mfuko maalum kabla ya kuitupa. Daspa vifaa kwenye dustbin, kamwe usitupe chooni kwani zinaweza kuziba bomba. Mifuko ya utupaji: beba mifuko maalum ya kutupilia vifaa vilivyotumika unapokuwa mbali na nyumbani. Usafi wa mara kwa mara: hakikisha unabadilisha vifaa vya kuhifadhi damu mara kwa mara kuzuia harufu sabuni laini. Tumia sabuni laini isiyo haribu uwiano wa pH wa ukeni. Epuka bidhaa zenye harufu, tumia spray, lotion, lotion au sabuni zenye harufu kwenye sehemu za siri kwani zinaweza kusababisha mwasho na allergies. Beba vifaa vya ziada. Hakikisha unatembea na pedi au tampon za ziada, wet wipes na sanitizer ya mikono. Mkoba maalum. Weka vifaa vyako kwenye mkoba mdogo wa faragha kwa urahisi wa matumizi. Kalenda, tumia kalenda ya hedhi kutabiri siku zako ili ujiandae ipasavyo. Kufuata kanuni hizi za usafi wakati wa hedhi kutasaidia kuzuia matatizo ya kiafya, kukupa utulivu na kuondoa wasiwasi unapokuwa katika shughuli zako za kila siku. Usafi wakati wa hedhi ni nguzo muhimu katika maisha ya kila mwanamke. Kuzingatia kanuni za usafi binafsi humsaidia mwanamke kuepuka maambukizi, kuishi kwa utulivu na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku bila wasiwasi. Kuelewa mwili wako na mahitaji yake wakati wa hedhi kunasaidia kujenga uhusiano mzuri na afya yako ya uzazi. Ni muhimu kukumbuka kwamba hedhi ni mchakato wa kawaida na wa asili ambao kila mwanamke anayepevuka anapitia. Usafi wakati wa hedhi haupaswi kuwa jambo la aibu au hofu, bali ni sehemu ya utunzaji wako wa kila siku. Kwa kufuata hatua za usafi tulizojadili, unaweza kuhakikisha kipindi hiki kinapita kwa utulivu na afya. Tunapoendelea kushirikiana katika jamii zetu, ni muhimu kuendeleza majadiliano wazi kuhusu afya ya hedhi. Elimu na ufahamu ni nguzo muhimu katika kuondoa unyanyapaa na kuboresha maisha ya wanawake wote. Asante Daktari Chilo kwa kusaidia jamii juu ya elimu ya afya ya uzazi. Juhudi zako za kushirikisha elimu hii muhimu zimesaidia kuboresha ufahamu na ustawi wa wanawake wengi katika jamii yetu Kupitia maarifa yako umewapa wanawake nguvu ya kutunza afya zao na kufanya maamuzi sahihi kuhusu miili yao. Tunathamini mchango wako na tunaendelea kukutia moyo katika kazi hii nzuri ya kuimarisha afya ya jamii. Afya Update.